Na wao tumewapa adhabu ya kwamba msirudie, tumewapiga fine. Sasa haya mambo yanawarudisha wao nyuma. Kwanza umerudisha ile hela, alafu pia tumekupiga na wewe fine. Kwa nini sasa unafanya biashara namna hii? Kwa hiyo tunawasisitiza pia Watanzania wasafiri, abiria, hakikisha unalipa tiketi ambayo iko kwenye electronic, na sio mpaka LATRA tunakuja tunaambia mrudishie wewe mwenyewe. Umeona, mbona sasa hapo umeniandikia tiketi kwenye tiketi nauli ambayo sio nilokupa ninyi? Basi zima, mnadhulumiwa kwa sababu gani? Daini haki zenu au tupigieni simu sisi, tutatoa taarifa huko vituo vya ukaguzi, mbele mtasimamishwa na hela zenu zitarudi. Lakini Watanzania, nyinyi wenyewe waabiria, nyinyi wenyewe muungane, msimngoje Latra, mtu mmoja, nyinyi wote basi zima mnadhulumiwa, kwa sababu gani? Muulize jirani yako umechajiwa shilingi ngapi, mnaonyeshana tiketi, mnadai haki yenu. Kwa hiyo tukubali hali, lakini pia tusisitize kwamba unaweza kuhakiki nauli yako kwa kutumia Latra app ukaidownload kwenye simu simu za Samsung zile za Android tunasema, au simu za, za, za iOS zile, kama Apple, unaweza ka iPhone zile, ukadownload ile latra app, ukaverify, ukathibitisha nauli kama uliolipa ni halali kwa viwango vya daraja la kati na daraja la chini au ordinary tuseme. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tufanye tutumie hiyo app iwasaidie na wasafirishaji, tuendelee kusimamia. Tumegundua pia wahudumu, kuna mabasi ambayo yanatumia wahudumu ambao hawajasajiliwa na Latra. Hilo ni kosa, tunatoza adhabu. Uwezi ukamweka kondakta ambaye hajasajiliwa na Latra. Hajapata mafunzo. Na ndio maana hata hilo basi, mabasi tuliyokamata yote yana wahudumu ambao hawajasajiliwa na Latra. Kwa hiyo ukisajiliwa na Latra unakuwa umefundishwa pia nidhamu ya kuangalia usafi wa gari, kuwepo wapi watasimama abiria, kusimama ni dakika ishirini vituo vyote. Lakini pia tunasisitiza usafi wa mazingira, tusitupe taka ovyo tutunze mazingira, lakini pia mwendo kasi wa gari tutoe taarifa kama kuna mwendo kasi ambao sio mzuri. Dereva anatakiwa atumie kibatani cha utambuzi na basi lile liletuo tunaliona. Mabasi mengi tumeyakagua hapa yanatoa taarifa yako wapi. Kwa hiyo unaweza ukatumia app yako ukaona kwamba gari linakwenda mwendo kasi gani, na sisi tunaona madereva wanaosafiri na magari hayo. Pia ikibidi tunachukua hatua. Kwa hiyo kwa ujumla tunasema hali ni nzuri, hali ni shwari abiria walioko wengi mnaona wanasubiri ratiba yao ya kuondoka, wengine wanakuja hawajajua, anauliza sasa. Ukija usikimbilie kwenye hiyo hali. Nitoe mfano mwingine kwenye gari ya takdiri, kuna msafiri anakwenda nje ya nchi Kigali, lakini ameanzia safari Mbagala kule. Akachajiwa safari yake akaambiwa laki na ishirini kwenda Kigali, lakini kutoka atashukia Kahama, akapewa na namba ya kuna wakala, ukifika huyo atakusaidia kwenda Kigali. Kwanza hiyo ina mashaka, atafika atampata? Hapa asipompata na kashaacha hela. Kwa hiyo yule, baada ya kucheki vitambulisho vyake na maelezo yake, tumeelekeza arudishiwe fedha zake, na amerudishiwa hapa elfu hamsini na tano arudishiwe kwa sababu hela yote umemchukulia, kwa sababu gani? Na hapa sasa, hiyo ambayo alikuwa amechajiwa kutoka Kahama kwenda Kigali, sisi hatutoi, hatuna mabasi yetu yanakwenda Kigali, wala huyu anayempa tiketi hapa hafiki Kigali. Kwa sababu gani unamchaji mtu kwenda Kigali? Kwa hiyo amemrudishia shilingi hamsini na tano elfu lakini hapa tukamtaka sasa amtafutie usafiri wa kwenda mpaka Kahama kwa gari lingine, kwa sababu ile gari ilishaondoka, alitapeliwa tiketi. Na tunasisitiza sasa hawa mawakala hawa tunakwenda sasa kuwasajili, tumeshatengeneza kanuni ya mwaka ishirini na nne, tunakwenda sasa kuwasajili. Huwezi kuwa tuwa wakala huku unaumiza watu. Utakuwa na vitambulisho, utakuwa na kibali cha Latra cha kuwa wakala wa basi. Unamsaidia mwenye basi kwa namna hii kuachiachia, tutapama. Tunakwenda kuboresha, tutaendelea kuboresha na tunaomba wadau na wamiliki wa mabasi haya tushirikiane katika